Kwa jina naitwa Ramadhani Mtege, ni mwenyekiti wa kikundi cha Mzanwa Bagamoyo. Mimi nimefurahi kwanza, leo kutembelewa ni historia kwa upande wetu yn, yani kama kikundi, ni historia kama vijana, tumetengeneza historia ambayo hatuwezi yani kusaulika. Tunashukuru tumetembelewa na mwenge, viongozi wamekuja, wameona maendeleo yetu. Tunashukuru tumepitia shughuli mpita salama. Kwa majina naitwa Majuto Ali, natokea taasisi ya Community rehabilitation taasisi ambayo sio ya kiserikali lakini inashirikiana na serikali chini ya mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya. Shughuli zetu si kubwa, ni kutoa elimu kuhusu madhara ya dawa za kulevya kwa walengwa wanaotumia dawa za kulevya wenyewe na jamii kwa ujumla, lakini pia tunawaunganisha kwa wale wanaotumia heroin ambao wameathirika na dawa za kulevya, tunawaunganisha na kwenye matibabu ya methadone ambayo yanapatikana kwa ba Bagamoyo katika hospitali ya wilaya kikubwa naweza kuwaasa vijana wenzangu kwamba tujitokeze kwa wingi kwanza, twende tujiandikishe, tujiandikishe kwa wale umri wa kujiandikisha tukajiandikishe, lakini baada ya kujiandikisha siku ya Oktoba, basi tuhakikishe wote tunakwenda nini, tunakwenda kupiga kula, na tunachagua kiongozi ambaye sasa hii atatutetea sisi vijana, maslahi yetu. Kwa majina, naitwa Elizabeth Corneli, natokea kitengo cha ukimwi, halmashauri ya wilaya ya Bagamoyo, hospitali ya wilaya. Sisi tunajihusisha na na kutoa elimu elimu katika jamii kuhusu maambukizi ya virusi vya ukimwi, lakini pia tunafanya ugawaji wa kondom bure. Na pia katika mwenge kama huu tunanufaika kwa kuja kupima watu, bali na kupima pia tunatoa huduma zote ambazo zinajihusisha masuala ya virusi vya ukimwi, ushauri na saa pamoja na ugawaji wa kondom bure. Na kuelekea uchaguzi wa mwaka 2025 na nashauri vijana wenzangu na hasa kwanza, tujitokeze katika kupiga kula ili tuchague viongozi ambao wanatufaa na watatuletea maendeleo.